Karibu katika channel ya marketing leo, kwenda kukuonyesha jinsi gani unaweza kubadilisha picha kuwa video, na tunatumia hii site ambayo inaitwa remaker.ai. Utaingia Google, utasearch remaker.ai, hii hapa ambapo utakuta link namba moja. Na kwa wale ambao hawataki kusumbuka nitawawekea link kwenye description au kwenye comment kabisa. Utasearch hiyo remaker.ai Google, inaweza kupatikana. Tunaweza kuonyesha jinsi gani ambavyo unaweza kubadilisha picha ikaweza kuwa video kabisa ni kutokana ambavyo utacheza na hii AI, inaweza kusaidia katika mambo mengi. So utaclick hiyo link namba moja, itafunguka ukurasa huu hapa. Then utascroll down, utafuta hii sehemu ambayo imeandikwa image to video. Hii hapa, ambayo unaweza kufanya mambo mengi sana. Ni wewe tu ambavyo utacheza na hii AI. Picha yote ile unaweza kuigeuza ikawa ni video. So utaclick hapo, image to AI. Ah, no sorry, image to video. Hapo, hapo nimeonyesha mshale ta click hapa ili kwenda kubadilisha picha yako kuwa uh, video okay. Sana baada ya click pale itafunguka ukurasa huu hapa kama unavyoona, kwa, kwa juu imeandikwa uh, image to video, na hapo kuna option nyingi nyingi: kuna option ya kuweka hiyo image, ya kuweka style ya prompt pia, ambapo unaweza kuandika prompt yako hapo la cha kwanza kabisa inatakiwa uanze kufanya mambo ya ya yafuatayo ambayo nitakuelekeza. So hakikisha kila ambacho nakuambia ndio unafuata, usiache video kaenda, unaweza ukakwama, alafu ukaja kurudi tena ukaanza, mbona mimi sikufanikiwa? Ambacho unatakiwa kufanya hapa ni kuweka kwanza picha ambayo unayo ambayo unataka kuibadili, yani una put image kwenye hii site, ndio kitu cha kwanza. Na unaiwekaje? Uta click hapa, ambapo pana hii kibox hapo utapa click ili uweke picha kwenye hii site utaklik, and then utachagua picha ambayo unahitaji uibadilishe kwa video. Na mimi nahitaji hapo ambayo ni ya simba hapo. Hapa image ambayo nataka nitumie ni hapa, ikuonyesha. Okay, hiyo ya simba nadhani umeiona, hiyo ndio nataka nitumie. Utaiklik hiyo image nadhani wengi wanajua jinsi ya kufanya mambo kama haya utaiklik hii image ukisha klik itakuleta kwenye kurasa kama ambapo utaweza kuchagua size unataka iwe kama YouTube size unataka iwe kama TikTok size yani zile uh, reels za TikTok zile au short video au unataka iwe kama ambavyo picha ipo kama unavyoona hapo iwapo mimi nitaacha iwe kama hivyo ambavyo picha ilivyo hapa kuna option za kuweka unaweza kuweka kama, kama size yani uh, uh, ya YouTube, YouTube video Unaweza kuweka size ya TikTok uh, shorts. Unaweza kuweka size nyingi nyingi, ila sio muhimu. Wewe unatakiwa kubonyeza upload, kwa yule ambaye unahitaji ku upload kama unahitaji mambo mengi na nini, na kama unahitaji kubadili tab, unaweza ka change hapo. Kuna sehemu ya kuchukua hiyo size ya YouTube, kuna sehemu ya kuchukua size ya TikTok, uh, kisha ukishaweka picha yako uh, kama hivi ambavyo uh, inaonekana hapo ipo, unatakiwa sasa uandike uh, nizako sasa, unataka picha ionekanaje, yaani video ionekanaje, kutokee nini, kuwe nini, hivyo ndo natakiwa andike hapa. So utaandika, ila ni Kiingereza. So cha kwanza niandike Ngoja kidogo, kuna tatizo kidogo, ila sio kesi hapa tu, malizie kuandika hapa. Sio andika maneno mengi, naandika kidogo tu kwa ajili ya kukuelekeza na video isio ndefu sana, maana hata hivi nimepeleka haraka haraka, video ilikuwa na dakika nyingi. Ah nzenu, uta scroll down baada ya kuandika prompt zako ambavyo unataka sini zako zionekane katika video yako hii. Nzenu, hapo utakuta kuna option ya una uh, video length ambayo utachagua ayo iwo na dakika sekunde ngapi? Ha, kuna option ya sekunde 5 na sekunde kumi, ambapo unaweza kuchagua sekunde ambazo unahitaji, ila utabonyeza hapo generate kwa ajili ya ku generate hiyo image. Enzeni tutakiwa uweke email yako au login kupitia Google account ambayo ni simple kuliko kuweka ma email na nini, unatumia Gmail account na utakliki hapo kwa ajili ya kuconnect Gmail account yako. Hapa utapa kliki ili kuchagua ile email ambayo unahitaji, uh, au ile Gmail account ambayo unahitaji ulogin kupitia uh, e-site na kliki hapo. unachagua ile email ambayo unahitaji au uitumie kwenye site hii. Hii site ni free lakini wanapana uh, coins ambazo natakiwa uzitumie kutengeneza image ambazo ukitumia sekunde tano natumia coins 18 nadhani 18 na ukitumia sekunde kumi na kwa kama na coins 32, so natakiwa ulogin kwa ajili ya kupata hizo coins za bure ambazo ni za free. Sasa ukitaka, so unatengeneza image zako kama kawaida kawaida, uh, video zako na kama una video ni, ni na uh, automatically kama unavyoona, na hapo amekuambia kwamba ukitumia uh, sekunde tano utatumia uh, credit hapo utatumia coins kumi na nane. Na hapo kuna sekunde kumi na sekunde tano o so, ki login kupitia sekunde tano utalipia coins kumi na nane so, utaklik hapo generate mwisho, mwisho. So, utaklik generate na utaweza kumaliza kila kitu, kitakuwa kimekamilika kabisa. Hapa ni nasubiri tu iweze kujenerate hiyo video yako, na inatokana na connection ambayo mtandao, kama mtandao uko vizuri, nachukua sekunde chache sana na kama kidogo unayumba hutna kama itakawa sana na sema kuangalia kama na generating a tai, tupo asilimia tisini na tisa sasa hivi, tunasubiri kidogo tufike mia tuweze kupata video yetu. Na hii inakuwa simple, maana utadownload simple hiyo video yako matumizi yako ni free, hakuna copyright na nini. So uta kwenda kuangalia hapo, tunasubiri hapo iweze kumaliza ku generate. Nafikiri inataka ku generate hapa inamalizia. Okay, na imekuwa tayari, imesha generate na video hiyo hapo, kama unavyoiona ipo tayari. Kwa hiyo cha kufanya utatakiwa login, sorry, so login u download hii video ambayo uh, umeitengeneza na utakliki hapo palipoonyeshwa ishara ya u